Uchaguzi iwe na maneno mengi wenye gesi asilia wenye korosho wenye ufuta wenye bahari ya Hindi, inakuwaje uwe mojawapo ya mikoa maskini katika nchi hii? Ni kwa sababu ya u, aina ya uongozi tunaoupata kwenye chaguzi zetu ya Lindi ya kwenu, kwa sababu nikitumia mifano ya Dar es Salaam naweza mkanihoji, kwa nini utumie ya Dar es Salaam? Inatuhusu sisi nini? Ntatumia ya Lindi. Ndugu zangu, hapa tulipo ni wananchi wa Lindi

Diwani hii halmashauri ya Lindi mjini ina mkuu wa elfu mbili na ishirini Kilwa mwaka elfu mbili na kumi na nne Kilwa Kivinje walishinda mitaa ishirini na moja kati ya mitaa ishirini na moja ya mji mdogo wa Kilwa.